Maana ya kujikana ni uwezo wa kujikatalia matakwa yako binafsi, the ability to say no to yourself. Kama moyo wako unataka uende kuburudika namna ya kipagani, uwezo wa kujiambia hapana, mimi nimeokoka, ndio maana ya kujikana. Kama nafsi yako inataka upate utajiri kwa njia za kipagani uwezo wa kujiambia hapana, sili rushwa, namsubiri Bwana. Ndiyo maana ya kujikana. Kukubali maeneo mengine uonekane ufai kwa ajili ya Mungu, ndiyo maana ya kujikana. Hilo halina uhusiano wowote na ufukara. Narudia tena, katika jina la Bwana, wewe uliyeokoka, hautakiwi kuwa fukara, kushindwa kumudu mahitaji yako na maono yako na malengo yako. Hiyo sio nafasi ya mtu aliyeokoka. Lakini changamoto kubwa zinazotokea ndio hizi ambazo tumedili nazo wiki hii, na moja ya changamoto kubwa kabisa ni hii ya watu wengi waliookoka hawatambui nafasi ya kiroho kwenye uchumi wao. Tunao wengi tu, unakuta mtu ameokoka vizuri, anaenda ofisini bila kuomba na hawajali Anaamka asubuhi, anakurupuka ghafla, anaombea kwenye bodaboda.